wa Uingereza hapa ofisini kwa balozi Asha Rose Migiro anamvika kijana, alishinda mashindano ya kupiga picha za watoto wa Kitanzania, ambao tutaelezea baadaye nini maana yake. Bwana Sam, pongera sana, umefanya kazi kubwa, kulikuwa na washindani kumi na nane, wewe picha yako imekuwa ya kwanza, kwa hiyo tunakupa hongera Uendelee kuibeba bendera ya Tanzania na nakupa hii, uwe unakumbuka wakati wote kwamba umefanya jambo kubwa sana kwa nchi yetu. Sawa, hongera sana, hongera bwana sana, basi. Oh, <tipunyabi> <tipunyabi> Huyo ni Samuel Mwanyika, Samuel Mwanyika mwenye umri wa miaka 19. 18. Asante sana no. Balozi, huyu okay. Kijana unafikiri ana, ana, ana, ana, ana maisha marefu katika kazi hiyo au ni... mimi namwona kwamba tumeongea naye ametueleza, lakini utaona kwamba picha aliyopiga hakuwa anajua inakuja kwenye mashindano. Ni mtu ambaye ana kipaji, amekwenda Ngorongoro na wazazi wake akaona picha na amepiga picha kadhaa. Yalipotokea mashindano haya, akaleta picha ile na wametoka vijana wengi wa kike na wa kiume, wengine wakubwa kum, kumshinda kiumri, na wengine wametoka kwenye nchi hizi zilizoendelea ambao wenzetu wanakuwa na mipango maalum ya kuwapa elimu hawa ya kuwapa mbinu fulani fulani za maisha. Sasa huyu ametoka kwenye familia ya kawaida ya Kitanzania ambapo bado hatujaweka miundombinu kama walivyoweka huku, lakini picha yake imeshinda. Kwa hiyo sisi kama balozi tunaona fahari sana na tunaona ni mfano wa vijana wengine Tanzania, sio tu wenye hali hii ya down syndrome, lakini vijana wengine pia ambao wana uwezo mkubwa kwa kuwashinda hao. Huyo amepeperusha bendera Tanzania hapa Uingereza. Kwa hiyo sisi kwetu tumekuwa ni fahari kubwa sana, na nimeona nimzawadie bendera hii, awe nayo wakati wote kama hamasa ya kuendelea na kazi zake. Asante balozi, asante Mwanyika, hongera ay, asante <laughs>